Hiki walikuwa wameimba kulingana na kisa cha Yakobo alipokuwa amemkimbia kaka yake baada ya ku, ku, kupokea mibaraka ambayo hakupaswa apokee. Alipofika njiani, sasa ali, alikuwa amechoka akasema kichwa chake liegesha kwenye jiwe, kwa hiyo akaona malaika wakipanda ngazi kupanda na kufanyaje na kushuka, kwamba sisi ni askari wa Yesu. Sasa jamani, kwa ufupi Bwana aweze kubariki sote. Amin. Amen. Amina. nasemaje